Ni mwendelezo wa habari kuhusu matamko ya viongozi wa dini kuelekea uchaguzi mkuu wa Oktoba mwaka huu wa 2025. Tumepata nafasi ya kuwaangazia maaskofu wa kanisa Katoliki nchini Tek pamoja na tamko lao walilolitoa, lakini pia tumepata nafasi ya kumwangazia Askofu Frederick Shoo wa kanisa la KKKT pamoja na tamko lake alilolitoa, na sasa tunaenda kumsikiliza Mtume Boldoza Mwamposa kwa sababu tuliahidi tutakusogezea alichokizungumza ama kukisema Mwamposa kuelekea uchaguzi mkuu wa Oktoba mwaka huu. Kiukweli siku ya jana tarehe 19 na leo tarehe 20 mwezi huu wa 4 na mwaka huu wa 2025 zimetawaliwa sana na matamko ya viongozi wa dini kuelekea uchaguzi mkuu wa Oktoba mwaka huu wa 2025. Miongoni mwa viongozi hao wa dini katika e, walioyatamka wamehimiza sana amani, amani, amani, huku wengine wakitoa wito kwamba uchaguzi ufanyike kwa uhuru na haki kwa kuzingatia misingi yote, na kwamba askari wasihusike katika uchaguzi, ikiwemo wananchi wapewe kipaumbele kwa maana wao ndio wapiga kura moja kwa moja bila kupoteza wakati, hebu tuende tukamsikilize Mtume Mwamposa. Lakini wakati tunamsikiliza ni waahidi tu kwamba katika habari za kesho tarehe 21 mwezi huu wa 4 mwaka huu wa 2025, miongoni mwa habari zitakazochapishwa hapa Habari Kiganjani ni matamko yote ya viongozi wa dini kwa ujumla pamoja na wito wao walioutoa kuelekea uchaguzi mkuu wa Oktoba mwaka huu, tutakwenda kuchambua na kuangazia kwa undani zaidi. Kikubwa hakikisha ya kwamba unakuwa karibu na Habari Kiganjani. Mwamposa amesema Pasaka ni baraka, tuombee amani, uchaguzi unapokaribia. Mtume Bonifas Mwamposa wa Kanisa la Inuka Uangaze ametoa wito kwa Watanzania kuliombea taifa liwe na amani kuelekea uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika Oktoba mwaka huu wa elfu mbili na ishirini na tano. Amesema Pasaka maana yake ni wokovu, uponyaji, ushindi maangamizo na amani. Hivyo katika taifa la Tanzania kitu pekee cha kulilinda ni amani. Amesema hayo leo Aprili 20, mwaka huu wa 2025, kwenye ibada maalum ya Pasaka iliyofanyika Kawe jijini Dar es Salaam, yaliyopo makao makuu ya kanisa hilo. Tutaendelea kuliombea taifa, kila mmoja ainue taifa kwa maombi. Yesu anaitwa mfalme wa amani, na ukiona tumekaa hivi na kusherehekea kufufuka kwa Yesu, basi Mungu ametupa amani, amesema amesema kuna watu hawawezi kukaa kwa pamoja kusali kwa sababu hawana amani, hivyo amewataka waumini kufanya maombi ili Mungu awape wa amani kwenye familia zao. Mwamposa amesema amani huwa inatembea, inaweza kukaa inaweza kuondoka, na Yesu aliwaambia wana wa amani wakiingia nyumba yoyote waseme amani iwepo ndani ya nyumba hiyo, na akiwepo mwana wa amani ndani, lazima amani itakaa; isipokuwepo itaondoka, kwa maana inatembea na inahitaji kiti cha kukaa. Kwa mujibu wa Mwamposa, kipindi cha uchaguzi kinakuwa na mambo mengi, na adui ndipo anapofungulia malango ya aina mbalimbali ya makabila na dini, hivyo ametaka wawe sehemu ya amani katika taifa. Tunamshukuru Mungu kwa taifa letu, naendelea kuliombea amani na tukaendelee kuilinda amani na Mungu atupatie neema, tuendelee kufanya maombi hadi pale uchaguzi utakapomalizika, e, ili kuendelea kudumisha amani iliyopo, amesema. Kwa upande wao waumini wamesema leo ni siku yao maalum kwa ajili ya kufunguliwa mioyo yao ili kuishi kwa amani. Kwa wale wenye jicho lingine na fikra nyingine, wanaweza kuona Mungu alivyomtumia mtume kutueleza namna ya kuishi kwa amani na kuepuka yale ambayo sio yetu tunatakiwa tuachane nayo, amesema Johnson Saku, muumini wa kanisa hilo. Amesema kuna watu wapo kwa ajili ya kuharibu amani za watu kwenye familia, ili kuwe ili kuwe na mafarakano, akieleza hayo ni mapepo yanayojiinua kwa njia mbalimbali, ili kuangamiza nyumba zenye amani. Mkazi wa Gongo la Mboto Christina Poe amesema mahubiri yanayoeleza maisha halisi wanayoishi akisema adui amekuwa akijiinua kuharibu amani iliyopo. Kwa upande wake, askofu Mwaikali yeye amesema hakuna mbadala wa Tanzania. Askofu wa kanisa la Kirutheri Afrika Mashariki KKAM nyanda za juu Kusini Dr Edward Mwaikali amesema amani ndio msingi wa maendeleo ya mtu mmoja mmoja na taifa kwa ujumla. Askofu wa kanisa la Kirutheri Afrika Mashariki KKAM nyanda za juu Kusini Dr Edward Mwaikali amesema muda wa kuliombea taifa kuendelea kuwa salama ni sasa, kutokana na tukio kubwa la uchaguzi mkuu linalotarajiwa kufanyika mwaka huu wa 2025. Amewaomba Wakristo wakiwamo waumini wa, ush eh, wa usharika wa Ruanda jijini Mbeya kujitokeza kwa wingi kuchukua fomu kugombea urais, ubunge na udiwani kwa vyama ambavyo havijaweka ukomo katika nafasi hizo. Ametoa wito huo leo Aprili 20 mwaka huu wa 2025 wakati wa ibada ya sikukuu ya Pasaka katika usharika wa Ruanda. Dr. Mwaikali amesema amani ndio msingi wa maendeleo ya mtu mmoja mmoja na taifa kwa ujumla. Amesema ukiwa mwaka wa uchaguzi mkuu, kila mmoja anapaswa kuwa mbele kutetea amani, kama ilivyo kwa mzazi, hasa mama, kwani akitokea machafuko Tanzania hakuna taifa mbadala, huenda akatokea baba mbadala, lakini sio mama mbadala. Kwa maana hiyo, amani ya nchi yetu iki ikitoweka hatutapata mbadala wa nchi nyingine. Niombe viongozi wa dini na Wakristo wote tuendelee kuliombea taifa letu, na mwaka huu ndio mwaka wa uchaguzi mkuu. Hii amani iliyopo viongozi wa serikali wamejitahidi sana, lakini istosha, watumishi wa Mungu wa dini zote wamehusika. Tushikilie sana amani yetu, tuvuke kwa pamoja, tusijifananishe na baadhi ya mataifa ambayo vita na migogoro imetawala, amesema. Amesema Wakristo wanapaswa kujitokeza kuchukua fom kuwania nafasi mbalimbali katika uchaguzi unaotarajia kufanyika Oktoba mwaka huu. Amesema wanapopatikana wagombea wenye hofu ya Mungu huweza, eh, kuongoza vizuri kuliko kuachia nafasi wasio na dini ambao uongozi wao huwa si bora. Amesema anatamani kuona wana ushi, eh, amesema anatamani kuona wana ushirika wa Rwanda wakijitokeza wengi kugombea. Chama cha mapinduzi CCM ndio pekee wameweka ukomo upande wa urais, lakini vyama vingine vyote nafasi iko wazi. Niombe waumini hapa kanisani, mjitokeze tupate wabunge, madiwani na hata rais. Amesema itapendeza sana kuona kiongozi akiwa mtumishi wa Mungu kwa kuwa hofu itakuwepo kuliko kuwaachia wengine. Kwa sasa nimeona mmoja kanisani hapa aliyoonyesha nia kugombea na ameshaniambia tumuombe, amesema. Amewashukuru na kuwapongeza waumini kwa namna wanavyoongezeka kila siku, akisema kwa miaka mitatu sasa tangu ashike nafasi hiyo wamefika zaidi ya elfu kumi na saba. Hii ni Pasaka yetu ya tatu tangu tuanzishe kanisa hili, lakini idadi inaongezeka kwa sasa tunazidi waumini elfu kumi na saba. Tuendelee kumshukuru Mungu kwa maendeleo haya na tupambane kumaliza ujenzi wa kanisa letu, amesema. Mpenzi wa mtazamaji na mfuatiliaji wa habari kiganjani, hii ndio imekuwa habari ambayo tumekuwa nayo muda huu katika meza yetu ya habari, nasi tunaisogeza kwako ili kusudi uweze kuipata na uweze kufahamu yanayoendelea kwa sasa nchini Tanzania. Kufuatia habari hii, wewe ni upi mtazamo wako na ni yapi maoni yako? Shia mtazamo wako na maoni yako nasi hapo chini kwenye upande